Anatumana, tafuteni hiyo jamaa. Wataingia mbuga yote, wachane mbuga paka wapate mahali Elia. Yu Elia, tunakutafuta, tunataka uje utupe suluhisho, kwa sababu amejitenga na maisha ya dhambi na wenye dhambi. Leo mimi na wewe hatuna nafasi nyingine, there's no other option. The only option ni kujitenga na dhambi. Kujitenga na nini? na dhambi. Hakuna dhambi mpya, hakuna dhambi mpya ile ile. Hakuna kuifanya kwa ukubwa na udogo, bado ni dhambi. Roho anashuhudia, anakemea dhambi. Ukitaka kumjua Mungu, ni sharti kujitenge na haya mambo. Wanasifiwe neema yake itakutosha. Lia kwa muda. Teseka kwa muda. Lakini kesho yako it is guaranteed. Most of the people tunasema successful politicians. Unaona maisha yao inakuwa mrefu. Haikuwa mrefu. Unakuta mwanaume anakwambia mtumishi, sina usingizi usiku. Lakini kile kile gari anaendesha. Anashangaa. Unashangaa mimi nasema atakisema ana usingizi. Awe anacheza wengine paka wanameza sleeping pill. Paka mmoja nikamwambia usimeze hiyo dawa ili Mungu akunene. Ah, mimi siwezi lala bila kumeza hii tembe ya usingizi. Wakati uko wa Kristo wanataka kwa matajiri kama ha. Wakati uko pastor anambia Pastor Bukko eh, kwenu wanataka kwa MCA. Naangalia watu hawatoi sadaka na huko 200,000. Ana kuania huko anahania akiwa atakuwa na usingi ati shida zake zitakwisha. Kuma h ndio mwanzo ya shida zake zo <coughs> auya kushughudia apa baadaye, na longi zimeraruka. Nilikuwa mtumishi nikaanguka, Mungu ani samehe. Kelemajemedari wa imani kila kichu kwa Bibilia chukui tusoma tu, Abrahamu soma Musa. Hawa watu walipitia mambo magumu, lakini walibaki kwa Mungu, walibaki kwa Mungu, hawakumsaliti Mungu. Na hii tabia hapo tunamfanyia Mungu ndio tunafanya kwa ndoa zetu kwa watoto wetu kwa wazee wetu, kukosa uaminifu kwa Mungu hayadhani na hapo inadhani mambo ndogo ndogo, alafu na graduate unadhania naweza kumfanyia Mungu hivi. Na kwa sababu ni Mungu hasemi haongei, unadhania ana support mambo yako kwa sababu haujui. Leo namchukia jirani yako bila sababu, leo nakataa kumsamehe ndugu yako, alafu ukienda kuomba, unataka Mungu asikie yeye. Tukisoma Mathayo mlango wa sita. Sala ya Bwana anasema ni una ana. Yesu Kristo anatufundisha anasema, tukienda kuomba kwa Baba, unisamehe makosa yangu kama ninavyosamehe wananikosea. Yes, unasema hapa na wewe unisamehe yangu, lakini hawa mpaka Yesu arudi aje. Inakuwa huu ni mfano wa Mkristo, lakini sio Mkristo. Tukiwa tunaishi kwa uongo wa namna hii, ni hatari. Heri ubaki wa dunia mzima mzima kuliko unakula ya ba kidogo. Atuajiree kukula ya Yesu utakula utaonjeshwa na wengine tu utaonea Kanaani, ndio ile lakini utaingia alafu itakuwa ni kama tunakuwa ni kama umedhaniwa. Heri upitie mahali ngumu, lakini kwa sababu unatayarishwa, ama namna gani? Si ndio? Heri kama wana Israeli mnapitia hali ngumu, lakini unajua sayuni nitaingia. Isiyo unapewa kwa ajili ya dhambi zako. Ningependa ujivunie ile neema ambayo iko. Ningependa umjaribu Mungu uaminifu wake.